Naitwa Daktari Rashid Mfaume, ni mkurugenzi wa huduma za afya uh, ustawi wa jamii na lishe, ofisi ya Rais TAMISEMI. Ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na majukumu mengine, ina wajibu wa kusimamia utekelezaji wa kushirikiana na wadau mbalimbali wa afua mbalimbali, na leo hii tunazungumzia afua za magonjwa yasiyoambukiza hasa hasa magonjwa ya afya ya kinywa na meno, na tunashukuru sana wenzetu wa Tanzania Dental Expo kuwa kwa shughuli ambayo kubwa wamepanga kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 31 mwezi Mei pale Mlimani City, Dar es Salaam. Tunashukuru sana wasimabu, uh, kwa sababu hii event itawaleta pamoja wadau mbalimbali wa afya ya kinywa na meno, watafiti lakini pia tutaona bunifu mbalimbali vifaa lakini mafunzo kwa sababu tutakuwa na workshop, interactive workshop mbalimbali, eh, lakini tutakuwa pia na session za kutoa elimu uh, kwa umma juu ya magonjwa yasiyoambukiza hasa magonjwa ya afya ya kinywa kwa meno sisi kama ofisi ya rais TAMISEMI ni wanufaika wakubwa kwa sababu zaidi ya asilimia themanini ya watu wenye shida mbalimbali za afya kinywa na meno wanaohitaji elimu sasa elimu ya kinga, lakini pia matibabu ya afya kinywa na meno wako katika uh, afya ya msingi, kwa maana kwenye jamii, kwenye zahanati, vituo vyetu vya afya na hospitali zetu za almashauri. Na tumeshukuru sana Dr Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali wa afya na kinywa na meno, kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika. Sasa hivi upatikanaji wa huduma na matumizi ya huduma za afya kinywa na meno ni bora zaidi hasa ukienda katika ngazi ya huduma ya afya ya msingi kuna viti vya kisasa kabisa vya meno vimewekwa na vifaa mbalimbali wa taalam wamekuwa kiongezeka lakini kubwa zaidi ni wadau namna gani wamevutia kuwekeza kwenye eneo la afya ya kinywa na meno hapa Tanzania ni tofauti kabisa na ukienda nchi nyingine za East Africa au East Central Tanzania kwa kweli tumetengeneza mazingira rafiki na haya mazingira yametengenezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tupongeze sana wenzetu wa chama cha madaktari wa meno Tanzania lakini Tanzania Dental Expo kwa ujumla, lakini pia Wizara ya Afya hutoa kibali kwamba shughuli kubwa sasa ya kimataifa ifanyike Tanzania, kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 31 mwezi Mei mwaka huu. Nitoe ulai ya sasa kwa ndugu zangu wa afya wa msingi, wenzetu wa toa huduma, watafiti, eh, na kila mdau katika ngazi ya huduma ya afya ya msingi ashiriki tarehe 30 mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka 2025. Kikubwa ni kwamba tunaenda kuonyesha na kudhibitisha kwamba kama Tanzania tutakuwa ni kituo ni nchi ambayo itakuwa na vituo vingi vya umahiri kwenye huduma ya afya ya kinywa na meno. Na sasa hivi wagonjwa wengi wa, wa, wa, wa, wa kutoka nchi mbalimbali wanakuja Tanzania kupata huduma za kibingwa na ubingwa bobezi wa afya ya kinywa na meno. Lakini hata huko nyuma ilikuwa shida wa, ya, matatizo yanayotokana na kutotambua mapema. Kutotambua mapema afya ya kinywa na meno. Kutotambua mapema ilikuwa ni shida. Lakini sasa hivi wananchi wanaweza wakatambuliwa mapema elimu za, za afya ya kinywa na meno zima kinga zinatolewa kwa wakati kwa watu hata ma, madhila haya ya ya magonjwa mbalimbali ya afya ya, ya kinywa na meno wamekuwa wakitambuliwa mapema, wamekuwa wakitibiwa mapema, na wananchi wamekuwa akipata afya nzuri ya, ya, ya, ya kinywa na meno. Tunaelekea kwenye afya kwa wote kufikia elfu mbili na thelathini. Na afya kwa wote ni pamoja na na, na afya ya kinywa na meno ni pamoja na kupambana na magonjwa yasioambukiza ikiwa ni pamoja na magonjwa ya afya ya kinywa na meno tolai kila mmoja ajitokeze ashiriki katika Tanzania Dental Expo ya 30 mpaka 31 mwezi Mei 2025 pale Mlimani City. Mimi binafsi kama Dr. Rashid Mfaume, mkurugenzi wa huduma za afya TAMISEMI na ambaye ni msimamizi wa sekta afya katika aa, katika ngazi ya huduma ya afya msingi, nitakuwepo, nitakuwepo pamoja na wataalamu wangu katika ofisi ya Rais TAMISEMI, nitakuwepo pamoja na watu wa huduma ngazi ya huduma ya, ya afya ya msingi. Nitoe like kwa kila mmoja kushiriki kwa sababu jambo hili ni kubwa na ni jambo kubwa ambalo limetokea na, na, na, na, na kushuhudiwa ndani ya nchi yetu, ndani ya ardhi ya Tanzania. Asanteni sana.